Niko na brother tuna kamatana mwenyelewa, so mimi na, nadhani inaweza na kuita -na, na, na, tafsiriwe kwamba ndo imeanza imeanza, kwa hiyo Eh, baada okay, yeah, ya ratiba hizi za na na na kwangu pia utaziona. Lazima tupate mahali pa kuanzia kwanza. Okay. Na ukitaka utarudi na ile midondoko ya mwanzo ama tutegemee mapiano pia. kama kama yapo, yapo mengi mengi sana. Lakini haya mimi kujifunza huko kwa watu. Kwa hiyo kuandalia na pia mimi ni mwanafunzi wa kilichopo mdau, kwa hiyo ndio mimi nimejiandae kwa bai bai. Zamaro, nataka nikuulize swali moja. Ka kwenye game kitambo sana, na sasa hivi game la music limebadilika kwa ukubwa sana, auio? Bana ukilinganisha kati ya zamani na sasa hivi, ni wapi ambapo wasanii wanaingiza hela mkonja mrefu, kati ya zamani ama sasa? Kuhusu kuingiza uh, pesa inategemea kila nah, kituanasema kila, nah, kila, na nah, kila zama ia. Kwa hiyo wewe unaweza kuona zamani au kusikia ii laiki, lakini ili kuepo, ila kwa namna sawa eh. ehm. Sasa hivi eh, eh, pia vipo bila kwa namna nyingine. Sasa hivi tuna mitandao ambayo inatuwezesha eh, kila mtu sasa hivi, mambo ni mengi, kila mtu media ni nyingi, sawa. Halafu na pia biashara sasa hivi inaongelewa zaidi tofauti na ndio, huhusiana na hisia ya mziki. Inaona mna mabadiliko. Hisia ya muziki ni hisia ya muziki. mziki mda wote uaga ipo. Haijalishi zama zikoje, matumizi yake kama kibiashara kupiga hela kwa wakati huu, labda kilichopo, kilichopo kipaumbele ni pesa, lakini wakati ule pia kilikuwepo kitu kingine, lakini wasanii walikuwa bado wana msukumo wa kufanya sanaa, sinelewa so, tena kwa juhudi vile vile kama sasa hivi. So labda majina yamebadilika, lakini vitu vinaweza vikawa ni vitu vile vile, unaelewa, labda sasa hivi tunaita pesa, lakini wakati ule tulikuwa tunaita kitu kingine, au sio? Labda lakini haya ndio hicho hicho kichoke kina sukuma, unajua lazima pale na la kitu kinafanya. Kwa nini watu wanataka sana kufanya hiyo sanaa? lazima kuna kitu, au sio? Kwa hiyo kama sasa hivi labda inaonekana ni pesa, sio hii natulimekuja lakini skuli bano vinaona ni ule ule yani, kwa nini? Ni mambo tu ya zama kubadilika, ao sasa hivi kiongelea sasa hivi, au sio? Yo mambo yanaongelewa, ni pesa, pesa, kila kitu, hata ukitaka watu akuzingatia, ukiongelea pesa, kila yo sa hivi ndio kodi, au ndio. Lakini... ni kweli kwamba kwa, mba... kwa sasa hivi wasanii wanatoa ngoma lakini azizi kwenye masikio ya mashabiki. Unajua? <coughs> Inawezekana. Lakini mimi naona kuna mastaa pia wakati huwapo. Bona wanapatikana mastaa <tipa> kama wasikilizaji, ina maanisha hapa sikiwezekana maao mastaa kama wanapatikana, ina mastaa ina maanisha hapa na wasikilizaji <tipa> yani ni anaongea staili ndio anaongea, staili hii imebadilika lakini mambo ni yale. Yani mamna na mambo yamechenji lakini kama ukiangalia vizuri utaratibu ni ule ule. <laughs> <laughs> Kwa wasanii ambao wanaofanya poa. Sasa sasa hivi nikikwambia, umpaje list ya wasanii watano, ak namba moja mpaka namba tano, unamweka nani na nani? hiyo hiyo au sana hiyo <coughs> <Sana, eu. coughs> <coughs> kwa nini? Kwa sababu hata ukitembeza hivi, nichague nyimbo ambazo nazipenda, ndio yeah. <coughs> inawezekana kuna zingine pia nitazisahau, au vitaniuma baadaye nikimaliza hii labda ulipe muda muda, eh eh, ukinipa kuandalia mdaukijiba, top one pia inabadilika. Kwa mfano mimi, eh, ile ndani yangu ya kusikiliza muziki nafasi yangu au range mpana sana aun kuelezea basi, lakini ni pana sana kiasi kwamba kuchagua ni kwa hiyo. Lakini ukiniambia nyimbo ambazo unapenda nazo, nyimbo sawa, eh, labda hiyo inakuwa rahisi kuzitaja. Napenda labda eh, zidi kama zile labdaka il af

lakini nikikupa fursa sasa hivi nikamwambia Bwana Marlaw naomba uingie studio na wasanii wetu hao wakubwa, utamchagua msanii yupi ambaye utaingia naye studio kufanya naye kazi. Aliyoko tayari yoyote akiwa hapo, safi. Safi. Diamond. Vyema kabisa. Mimi sina noma na mtu bro. Mimi nawapenda kinoma, hata wenyewe mimi naamini. Ndani yao tuko poa yani. Mimi muda tu ikitokea time mambo haya, sisi ndio noma. Lakini pia kule noma Uh, kulikuwa na show ya system ambapo wasanii wengi walijumuika pia, yeah, yeah, lakini pale Talatala pia ulikwepo pia kwenye ile pari ambayo Diamond di Platnum yeah, alikuepo na yeah, then wakapari au sio bana? Yeah, lakini kwa namna ambayo ulipoiona ile show ya Diamond Platnum pengine, yeah, ule karibu ambao ulikuepo kati yako na Diamond Platnum watu walitarajia kwamba kutokea kitu chochote maro, lakini hatujaona kitu chochote ambacho kimetokea. Huenda mliongea kitu na Diamond ya sana tu sana tu. Ndio. Mimi nikipata nafasi ya kuwa pamoja naye mara nyingi huwa tunaongea. Hata Ndio. Ya. Ndio. Tunaongea, na baadhi ya vitu tunaongea vinahusiana na ambavyo tutafanya. Kwa hiyo hata ni mambo <laughs> ya kuombe. Tuombe sababu mimi na, Eh, itakuwa ya lakini ya mfano kama situation ambayo ilikutokea yale Anataka anakieni kama alijua mic fulani hivi session ambayo ilimtokea Ai kwa ile Dodoma pale kwa ile ile show, ama ilizua kwa mtandao. Uliona ile session kati ya Ai na Diamond? Ah, nimeona nimeona, lakini mimi naona kama mtaa mwau ulikuwepo pale, alifanya mizuri sana kaa mimi niko pale na tumeandaa pamoja, tumeandaa hata mpaka amefika, alikuwa mgeni wetu. Naona kama tu ni namna ya tafsiri tu ikameongezwa hivi, lakini maana hala haikumaanisha hivo yani. Sijui labda mimi ninavyotazama mimi naona tu kama ina yeah. Imechukuliwa tu tafsiri hakuna shida yoyote, mtazamo wangu mimi. Yeah. mimi, yeah. mimi kwa mtazamo wangu mimi naona imekaa tu poa. Yaani ilienda vizuri yeah. alichapa vizuri tu fly, aliperform pale wai, na tua aio palewa alikuwa na ilikuwa ile ni siku yao, si tulikuwa tunawasilikia walichapa mbona ujema na baadaye tukapata ugeni wakina Mungu. Eni kia hapa, kwa namna ya tafsiri za pembeni, unajua mambo ya puguza au sisi tuliokuwepo pale tukashuhudia enjoy. Lakini bwana Marlaw, nilikwambia utajie ngoma yako ambayo iliyoingizia pesa zaidi, utamtajia ngoma gani? Naitaja hiyo ambayo ya kwanza, ndio sababu ndio ioletea njia, ndio ambayo nidembeleza